Juzi mwenyekiti wetu alivyokuwa alivyokuwa alivyokuwa Nkasi, kuna mwenyekiti wa serikali ya kijiji kashinda mpaka leo hajatangazwa. Na hilo wala aliwaibishi CCM na Waziri Mchengerwa aliwatia simanzi, aliwafanye kwamba waone haya na soni. Maana yake uenda uenda kiwango cha haya na soni kimekwisha nchi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 anasema kwamba hivi twachanga karata, lakini eh, madume jike mizungu yote ng'anda sita, zote ni za nini? Ni za kwangu, hizo tuchangi changa, zile nyingine zofa nini zobaki? Yani yeye amechukua madume, amechukua madume, amechukua jike, amechukua mzungu wa nne wa tatu wa pili, si ndio? Yote ameweka na ng'anda sita, fa nini amechukua hapo, anasema tuanze fa nini kushindana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 Hizi kauli sio mpya katika nchi hii. Ali aliyasema haya mwalimu Nyerere, watu wakaandamana. Chadema inasema hivi mfumo huu wa uchaguzi unasababisha uchaguzi uporwe, uchaguzi uharibiwe, rasilimali za nchi zinazotumika zinatumika kuongoza uchaguzi zitapanywe. Na kama mnavyofahamu ndugu zangu, kama uchaguzi unatumia fedha nyingi sana za jamhuri ya muungano ya Tanzania, bunge linatoa hizo fedha, zao lake ni nini natakiwa upate viongozi ambao ni wamechaguliwa na wananchi, lakini unapokuwa na mfumo ambao viongozi wachaguliwa na wananchi kwa ujanja fulani, kwa kuweka watu wao ambao wanafanya nini, wanawafahamu unatuma una, una, una tume ya uchaguzi. Kwa mfano, mmoja wao wa wajumbe ile, Mzee Mapuli alikuwa katibu mwenezi wa CCM. Hiyo ndio tume yako ya uchaguzi. Sitaki kuwazungumzia hao wengine, naendeni mkaangalie si, wasifa wa, wa, wa, wa wao. Wengine walikuwa Ikulu, saa hizi ndo viongozi wa tume, uhusiano wao ukoje na Chama cha Mapinduzi? jitihada za kurekebisha